Kujisomesha na kwa sababu hiyo kanisa la Mikocheni limekuwa na utamaduni wa kuwasaidia wachungaji kwenye masomo ama kuwalipia ada na mahitaji mengine yote ama kufanya sehemu. Tumefanya hivyo kwa mara nyingi, na ninakuhakikishia ni miongoni mwa sababu zilizofanya kanisa hili liendelee kubarikiwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinafanya kanisa hili liendelee kubaki, kwamba linaitwa kanisa la kiinjilisti. Tunawapenda wachungaji, tunawasomesha si ili waje kuhudumu ndani ya kanisa la Mikocheni, bali wakafanye kazi ya Mungu ulimwenguni. Na leo tunao wachungaji ambapo wako katika masomo. Tunaye mchungaji mwanafunzi Stanley nani eh, Mashaka. Naomba tuwasimame yuko kule chuo cha Arusha. Keti. Huyu kanisa li miongoni mwa wale ambapo kanisa la Mikocheni linafanya kitu fulani kwa ajili ya masomo yake. Lakini tuna mwingine ambapo anaenda kuanza, nitaomba tu asimame, Mike Dako. Huyu amehudumu na sisi kama mzee wa kanisa, na wiki hii yawezekana ikawa ni wiki ya mwisho yeye kuwa na sisi hapa kwa kipindi cha mwaka huu, unaweza ukaketi. Anakwenda Bugema kuanza masomo ya uchungaji. Ameleta hitaji la kwake lina zaidi ya milioni tatu plus kwa temu hii anayokwenda. Hali ya kanisa tunaifahamu, na kanisa limeweza kumchangia kutoka katika bajeti ya kanisa shilingi milioni moja, tukasema washiriki na kanisa na kila nao hiyo tujaribu kupata hiyo.